Hello, mambo vipi mtazamaji wa Jiko Point? Jina langu ni Fatuma Huseni, mtangazaji lakini pia ni mpishi wako kwa siku ya leo. Kulingana na maoni ya watu wengi wameomba tuwapikie wali kwa kutumia pressure cooker. Najua wengi wanajua namna ya kupika wali kwa kutumia pressure cooker, lakini kwa wale ambao hawajui basi hii video inakuhusu. Lakini pressure cooker hii ukiitaka unaipata kwa laki moja na sabini kwa manual, lakini digital unaipata kwa laki moja na themanini tu. Hii bei huwezi kuipata popote na presha kuka tulizonazo sisi hapa ni za West Point ambazo zimethibitishwa na Jiko Point. Usiende kwingine ukadhani utapata West Point hii isipokuwa Jiko Point tu. Hivyo tunaenda kupika wali wetu kwa kutumia presha kuka. Hivyo ngozana nami. Basi kama nilivyokuelekeza, tunaanza, nitaweka mafuta vijiko viwili tu, na mafuta naweka kwa ajili tu ya kupasha kidogo kitunguu kwa sababu wali ule anatamani uwe na kitunguu kwa mbali. Kijiko kimoja, hicho kijiko cha pili. Kumbuka pia mafuta yakiwa mengi kwenye chakula chako sio mazuri kwa afya. Kwa hiyo nimetumia mafuta machache, naweka kitunguu kiasi tu kwa ajili ya mapishi yetu. Hapo nimefanya hivyo kabla sijawasha pesha kuka yetu. Sasa naenda kuwasha. Kumbuka utaratibu wa kuosha presha kuka utaki kuosha presha kuka kabla hujaweka kitu chochote. Na ndio maana nimeiwasha tu kwenye socket lakini nilikuwa sijabonyeza vitufe vyovyote vya kutumia kwenye presha kuka yetu. Hapa naenda kuchagua pishi ambayo nalipika. Naenda kuchagua au naenda kubonyeza kitufe cha sehemu, imeandikwa rice. Rice. Rice maana yake ni sehemu ya wali. Kwa hiyo hapa ambacho naenda kufanya, naenda kubonyeza rice hapa hapa. Nimebonyeza kabla sijafunga presha kuka yetu, na hii ni kwa sababu unataka kukanga vitunguu kwanza. Nilikuwa nina uwezo wa kuweka tui letu la nazi, nikaweka vitunguu juu, nikaweka mchele, lakini kwenye mapishi unaambiwa mchele mmoja, mapishi mengi. Leo nikataka kujaribu kitu tofauti kidogo, nikange hiki vitunguu kidogo alafu ndo niweke mchele wetu jipkuu. Mafuta ni vidogo, unaviona lakini na naweka mchele hivyo hivyo. Nasikio hatuweze kukanga wali kwenye pesha kuka, huwezi. Lakini unaona hapa, naenda kukanga wali vizuri kwenye pesha kuka na, na hakuna shida. Nasikiga wali wa kukanga hata pesha kuka, pia napika wali wakukanga kama mnavyoniona. naweka chumvi naweka na ajina moto. Hivi mnajua kama ajina moto inaweka kwenye wali? Basi weka na wewe uone ladha yake. Kama unavyoona wali wetu huwa hapo na vitunguu vinaonekana. Hatua inayofuata inaenda kuweka tui la nazi, ilit niloweka ni tui jepesi, sio tui zito. Naongeza kidogo zito. Sasa unaona mm -hmm, ilivyokuwa kama maziwa mtindi vile really. Yeah. Hapa tunafunika pressure cooker yetu. Baada ya kufunika, sasa tunaenda kupika ubwabwa wetu rasmi. Nimebonyeza, muona zitachukua dakika nane tu kwa kutumia digital pressure cooker kupika ubwabwa wetu. Kwa hiyo tusubirie, baada ya dakika nane tutapata chakula chetu cha leo. Kama unavyoona tayari dakika zetu zimesha kamilika kwenye kuhesabu hapa. Anachokifanya naenda kuzima pale kwenye socket, alafu hatua nyingine zinaendelea. Watu waliuliza hewa tunatoaje? Hapa ndo tunapoenda kutolea hewa kwenye kitufe hichi hapa. Shh n no, tunachoenda kutolea hewa kwayo, nachokifanya nachukua kijiko changu. Kwa hiyo hatua hii ni ya kutoa mvuke, na ukishatoa mvuke, ipe muda pesha kukaako ipumzike, ili ufungue vizuri, na hii ni kwa sababu ya usalama wako kwa sababu ukitoa pesha kuka ikiwa na mvuke, unaweza ikakuipukia ama ukapata madhara mengine. Mtazamaji, kama unavyoona, ubwabwa wetu ndio huo, tayari umeshaiva. Naonja kabisa msosi mm. mm. Unalika sasa. Mimi nimesema kama mpishi, lakini bado wewe unatakiwa kuja kudhibitisha kwa kutumia pressure cooker kama je, ukipika kitakuwa kitamu. Sasa utamu tu, utatumia muda mchache, utaokoa pesa ya kwenda kununua mkaa na gesi kwa kutumia pressure cooker. Usisubiri kwa adisiwa, jaribu na wewe leo uone matokeo. Jina langu ni Fatuma Hoseni, tukutane tena wakati mwingine, lakini nikukumbushe kwamba ukihitaji kifaa hichi unakipata kwa laki moja na themanini tu kwa digital lakini kwa manual unaipata kwa laki moja na sabini. Namba ya simu ni sufuri sita, saba saba, sufuri nane nane, sufuri nane nane. Lakini ukiona hayo yote uwezo, unaweza kufika Kinondoni Studio kwenye ofisi zetu mkabala kabisa na Zahanati ya Vijana. Kama unaenda Mwana Nyamala kuna jengo limeandikwa Nukta Afrika kwa nje, utaliona, utafika, utapata kifaa chako moja kwa moja. Bye, tukutane wakati mwingine.